Ni afueni kwa wakazi wa Dzanikeni eneo bunge la Rabai, ndoto yao ya kuwa na shule ya msingi kutimia miaka 19 baada ya kuanzishwa kwa shule ya chekechea eneo hilo. Hii ni baada ya mbunge wa eneo la Rabai Anthony Kenga mpe kutoa kipande cha ardhi yake kwa ujenzi wa shule ya msingi eneo hilo. Kulingana na Kenga, amekabidhi jamii ardhi hiyo kama njia ya kuleta maendeleo karibu kwa wakazi hao. Hata hivyo, kwa niaba ya mimi, familia yangu hii ploti ambayo nimenunua hapa Dzanikeni leo ninaikabidhi rasmi kwa wakazi wote wa hapa Dzanikeni ili shule ikaweze kujengwa. Shule ijengwe, sijengwe, watoto wasome, wasisome, Dzanikeni iende mbele, siende mbele. Kwa hiyo hii ploti ambayo nilinunua mimi na pesa yangu ya mfuko kwa niaba ya mimi na familia yangu leo nimekabidhi rasmi kwa community ya hapa Dzanikeni ili shule kaweze kujengwa. <coughs> Hii ni safari tumeanza leo na haina muda tena, hakuna tena wakati wa kuchelewa. Ndani ya mwezi ujao, panapo majaliwa tunaleta kontrakta tuanze kujenga hiyo shule. <coughs> Lanikeni hoye, Lanikeni hoye. <coughs> Na pia nitatafuta wafadhili kupitia mfuko wa CDF. Mwezi ujao tunaleta kontrakta. nitatafuta wafadhili CDF, ikijenga wafadhili wanajenga, kipindi hichi cha mpaka Disemba shule yetu hapa itakuwa imekamilika na mwakani watoto waanze hapa kishia. Ndani ya mwezi mmoja tukaona hii timu yake yake na Bwana Konde na ofisi yake yote ikaja kututayarisha kupokea wageni wa kujenga madarasa madarasa, si yalijengwa. Kwa hivyo mimi bado naomba na niwito tena, Mheshimiwa Mbunge, njia ile ile uliyoitumia wacha hii Dzanikeni isifike mwezi wa saba. Wakazi hao wakiongozwa na Irene Mbosha sema watoto wao wamekuwa wakilazimika kusomea mbali. Watoto wa eneo la Dzanikeni wamekuwa wakisomea Mikomani, wengine wakienda Vishakani na ubunge la Kaloleni. Aidha, chief wa Ruruma Joseph Boza ametoa changamoto kwa wakazi kujitolea kutoa ardhi kwa ajili ya maendeleo kwa jamii. Shule za mbali bishakani, wengine mikomani, wengine makanzani, lakini bila livyo tunulilia, tuamini pia utatujengea watoto wetu hawatateseka tena. Sasa juhudi ni kwetu sisi watu wa Dzanikeni, bunge atatujengea. Wamama na wababa, tushirikiane, tulete wanafunzi kwa wingi. Kama mzee ametoka kazini Anga ningependa kuwahimiza leteni watoto kwa shule hii. <laughs> shule hii skuli hii kule hi kule shule hii ikikuwa itafungua mambo mengi. Akuluehu akwenda skuli Rabai, sisi umrikau hi hakwenda skuli kasidi. Anjina, nachenda Mikomani, lakini kulingana na maendeleo ya kileo, hata Mikomani kumekuwa ni mbali, jishakati kumekuwa ni mbali. Mvua hunyesha hii mitwe nafunga mchetu undakalo nyumbani, lakini mvule zenya unaririkana, je mwanangu ndio salama? Kwa hivyo hii shule kama itakuwa basi itakuwa natuweka katika fursa na nzuri nafasi nzuri ya kwamba watoto wetu watatoka uhumuumu vijijini na grade 1 grade 2, mpaka grade ya mwisho ile grade 9 hapa, hapa, watoto wanaweza kupata elimu hii. Ni wakati watu chukue vitambulisho. Ikiwa uko na mtoto wako hana kitambulisho, hakikisha anachukua kitambulisho. Ikiwa wewe mwenyewe pengine kitambulisho chako kimepotea, chukua kitambulisho, na inapofika wakati wa kujisajili kwa mambo ya kura ama kadi za kura, uhakikishe unajisajili vilivyo, na kisha usipate kadi ya kura ukatulia kwa mti hapa hapo, nyumbani ukiwa unasema wacha na ngoja ya masaa nisikize matokeo ni matoke. Lazima uende ukapige kura, ndio baadaye ukae chini ya mti ufanye nini, tusikize matokeo, si ni sawasawa? Kwa hivyo ni lazima hilo nalo tuzingatie zaidi sana. Huu mradi ni mradi wa mambo ya elimu na ni lazima sisi tupeleke watoto wetu shule. Upande wa vituo vya kura hapa Ruruma, japo limeongewa lakini Ruruma tunataka vituo vitatu zaidi, manake kura zetu zinapotea nje, hasa hapa Dzanikeni zinaenda huko. Ali Vincent Benvin TV.